Awali ya mashabiki wa soka mkoani Iringa wameeleza furaha yao baada ya timu ya Lipuli FC kutoka mkoani humo kuichapa timu ya Polisi Dar es Salaam na kufanikiwa kukwea daraja. Hadi sasa itacheza ligi kuu ya kandanda Tanzania bara msimu ujao <tune> Wakizungumza na Channel 10 mapema leo katika viungo vya halmashauri ya manispaa ya Iringa, mashabiki hao wamesema wamepokea vyema ushindi wa timu hiyo na kwao utabaki kuwa kielelezo cha juhudi za maandalizi ambayo timu yao wanaamini iliyafanya. Eh, sisi kama wapenzi na wadau wa michezo mkoani Iringa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, timu yetu imepanda daraja, na wananchi wa Iringa kwa ujumla wake walikuwa wana wanakiu sana ya kuangalia ligi kuu. Ni takriban miaka 27, Iringa mpira haujachezeka. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya uchumi, mipango na fedha, ambao moja majukumu moja yake ilikuwa ni kupandisha timu, Juli Sawani anasema, kazi iliyobaki mbele yao sasa ni kuhakikisha timu hiyo inasukwe ili iwe ya kiushindani zaidi kuliko kuwakilisha. Kauli inaungwa mkono na kapteni wa timu hiyo Alisonso. Mikakati iko vipi? inakwenda kuwa timu ya msimu mmoja Wananchi wa, wa, wa, wa Iringa wa wategemee tu kuiona kwa mwakani, alafu inatoweka tena au inakuwaje? Eh, kwanza niseme kwamba jukumu letu sisi kama kamati tulikuwa ni kuhakikisha timu inapanda, hilo tumetimiza. Tunangojea kamati ya utendaji ya Lipuli inaamua nini baada ya pale. Lipuli, kama Lipuli, ni timu kubwa na kwamba tumejiandaa kwa kupanda ligi kuu na tumepanda, na tutajiandaa tusishuke daraja